Tundu Lissu alizaliwa mnamo Januari 20, 1968, katika kijiji cha Mahambe, wilaya ya Ikungi, mkoani Singida, Tanzania. Alisoma katika Shule ya Sekondari ya Ilboru huko Arusha na kuhitimu mwaka 1983. Baadaye alisomea sheria katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Alianza kazi yake kama mwanasheria wa maslahi ya umma. Alifanya kazi na mashirika kama Lawyers Environmental Action Team na World Resources Institute. Alijikita katika masuala ya haki za ardhi, maeneo ya hifadhi na migodi. Alijijengea sifa kama wakili mahiri, mwanasiasa wa upinzani na mkosoaji mkuu wa serikali, hasa wakati wa utawala wa Rais John Pombe Magufuli. Lissu alihusika katika utafiti na uandaaji wa nyaraka iliyofichua ushiriki wa maafisa waandamizi wa serikali katika uporaji wa fedha za umma, inayojulikana kama List of Shame au orodha ya aibu. Mwamba huyu alikamatwa mara kadhaa mwaka 2017 kwa tuhuma mbalimbali mbali, ikiwemo kumtukana Rais na uchochezi. Lissu alichaguliwa kuwa mbunge wa jimbo la Singida Mashariki kupitia chama cha CHADEMA kuanzia mwaka 2010. Alihudumu pia kama mwanasheria mkuu wa CHADEMA na mnadhimu wa kambi rasmi ya upinzani bungeni. Kwa sasa ni mwenyekiti wa chama hicho kikuu cha upinzani nchini Tanzania. Mnamo Septemba 7, mwaka wa 2017, Tundu Lissu alishambuliwa na kupigwa risasi nyumbani kwake Dodoma ambapo alipata majeraha mabaya sana. Alipelekwa hospitalini nchini Kenya kwa matibabu na baadaye kuhamishiwa Ubelgiji kwa matibabu zaidi. Baada ya miaka mitatu Mungu alisikia kilio chake. Lissu akapona. Alirejea Tanzania mwaka wa 2020 na kugombea nafasi ya kuwa rais kupitia chama cha CHADEMA katika Uchaguzi Mkuu wa mwaka 2020, ambapo alishindwa na Rais Magufuli. Mwamba huyu anaendelea kukabiliwa na changamoto za kisheria, ikiwemo mashtaka ya uhaini. Tundu Lissu anaonekana kuwa sauti ya wanyonge nchini Tanzania kwa kudai demokrasia, utawala wa sheria na haki za kiraia. Je, una maoni gani? Kwa habari zaidi usikose kutufuatilia. Hii ni Swahili Time, dunia darubini.